Kuanzia leo wewe sio mtoto wa kaka yangu na sio kuanzia leo, kuanzia muda huu. Ondokeni kwangu. Baba, twilombu utusameaho twohuvilaka, twilomba utulekeje. Acha kumnyenyekea mtu baba. Kwa kuwa umelianzisha, sisi tunaenda naamini laana haishiki pasipo na kosa. Ondokeni naole wako. Urudi hapa kwanza. unakuja kutafuta nini? Hii sio mali yako na wala sio mali ya baba yako. Hii ni mali ya Benson ambaye ni mimi kwanzia sasa hivi. Baba, unachokiongea wewe unakitambua kweli? Ukielewi unachokiongea we, unacho we, unacho we mzee, utakuja uruhe wewe wake anani? nene namaraga ukwizo utese ku uwebu utaduha nyamba toto watawa. Wewe wendi wendi, unampa kiburi mwanangu, si ndio? Takufyeka hii miguu nikurudisha utotoni uanze kutambaka. Sasa wewe mkimbize, umkamate, umuumize. Yaani ole wako umguse, ndo utajua mimi ni damu ya Mzee Simoni, au vipi? Yaani we mzee, nitakachokufanya mguse, mguse. Sikio la kufa halisikii dawa. Unachokipanda, ndio utachovuna ajali wanyama kuliko mwana wa baba we. Yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh oh, baba we. Eh, eh, sasa mayombia mm -hmm. Nimemtoa huyu Ndemi kusudi tujira kule ng'ombe cha ja, tulirwe ntumbe ng'ombe jise twira kule ya maholero jipere pye jose. Sawa sawa, kaka, mimi nakusikiliza tu. Wewe kwampa unataka nini nifanye, au niambie nini kifanyike? Mi nipo tayari kukifanya. halafu buli nyantebe ulionekana kituli wangu wangu uliakujahe nuru amuandije kuita karuya kuja kuma kijiji. Si unajua kwamba hawa ng'ombe ndo wanatufanya sisi tuwe na kipuli? Kwa hiyo natakiwa kwamba wapone ili turudi kuwa na kipuli. Sisi si ndio matajiri na hawa ndio wanatupa utajiri ehe. Sasa ichi lakini mahoro kusudi tuchipeche chako kwenye so chako. Sawa. So. Uritava ni manire sana bana nzengo bena ba. Bari unikema, bani kema, bani kema kuni choro nene. Boni demero, baka ni tumira ngi ne pala, ne shosha ko. Abisa boni tumira noni, ne tima ne yocha noni. Sasa ya bari uchi kemi ngompe chane. Ina henu na rampante ke, na ngi inkema, na konte ni chabu salu. Na ngi ngompe chini choto chujira kule. Hivi wandi wa kitangumu, kutai kondo wa kasindiyo. Mwaza kama Simama na kuniangalia ili tupigane, au ndio unaondoka? Ondoka, mwenzako yuko mbali, amechaparaba. Alafu mwoga kweli e, tumeolewa na mwanaume. Mwanaume mwoga ulimwona wapi? Na we ujidai mbele za wanawake kwamba ni una mume mzee. Kitu ulichokifanya leo kitakugharimu, kumshikia panga mume wangu mimi, tena hapa kwenye uwanja wetu. Naona ndugu zako waliotangulia wanakuita nitakukutanisha na babu zako, bibi zako, baba zako waliotangulia. Nitakuwa kifo chenye mateso na maumivu makali, na utakufa kwa kujuta. Jeuri yako ndiyo imekuponza na kuanzia sasa, nimekufuta wewe, sio mtoto wa Simoni na ukoo umekufuta. Mungu, nishikilie, naona damu mbichi inanukia kwenye mikono yangu.

nalo chakagete nani baba ke mdongo na Selina ulienda kumkoroficha mimisiniwampia hayo mambo mniachie mimi chikera baba abesa twatwacaka vesa kuchungisha acawatwelwa na ntemi achiyakupigwa na ntemi tukaenda kumsalimia kumpa pole ikawakosa

Wow, naona umezeeka vibaya hii ni mali ya mzee Simoni na familia yake tena maneno uliyoyaongea nisije nikayasikia tena kwanza kazi iliyokuleta ilikushinda kwa sasa hatukuhitaji kumbe lengo lako lilikuwa ni kutudhulumu wewe ni mtoto wa kike huwezi kurithi mali Nimesema ondoka. La sivyo nitumie panga yangu kukufyeka miguu ndipo ondoke ukiwa kibutu. Mwe. Nifyeke. Njoo hmm. Na ilo panga lako nifyeke. Unadhani mimi nakuogopa? Mimi sikuogopi. Na uzee huu. Na kuogopa naogopa nini hapo? Kivuli. <laughs> Hata hiyo laana unayoiongelea inaniogopa. Mimi nisha kuwa sugu. Naongelea nini wewe mzee? Naongelea laana kwenye mali za baba yangu. Wewe unijanijua vizuri wewe. Shikera, mwanaume wa aina gani unawezaje kumkimbia mke wako na kumwacha baada ya kusimama na kumpampania kumkimbia kichwa? Mimi sijawahi kuwa mwoka namna hiyo na nilikuwa na hakikisha lazima nilinde haki za mke wangu zote hata kama sina nguvu. lazima nimpampanie. we ni mtaweto kwelikete baba nahupa sana ukumpela ngwanike wane Ivi akanamala na kaku geto no ageto ukidubila gete. Kun do la kwedi gete. Do she baba ton do la. Unaenda wapi sasa? Nadinje la Serina. Nimesikia kila kitu. Weka kangu ni moga sana. Ila shukuru Mungu kumpata Serina ni bahati. Yeno shindo kumtetea mtu anayekutetea. Kweli unachekesha sana. Sijua akifika hapa utamtazamaje. Kazi kukimbia tu. Kupambana haa.